Na somo la injili ya Yohane sura ya 21 aya ya 20 hadi 25. Karibu tusikilize injili. Somo la injili ilivyoandikwa na Yohane. Petro aligeuka akamwona yule mwanafunzi aliyependwa na Yesu anafuata, ndiye huyo aliyeegama kifuani pake wakati wa kula chakula cha jioni, akasema Bwana, ni nani akusalitie? Basi Petro akamwona huyo, akamwambia Yesu, Bwana, na huyu je? Yesu akamwambia, ikiwa nataka huyu akae hata nijapo, imekupasaje wewe? wewe unifuate mimi. Basi neno hilo lilienea katikati ya ndugu ya kwamba mwanafunzi yule hafi, walakini Yesu hakumwambia ya kwamba hafi, bali ikiwa nataka huyu akae hata ni japo imekupasaje wewe. Huyu ndiye yule mwanafunzi ayashuhudiaye haya na aliyeandika haya, nasi twajua ya kuwa ushuhuda wake ni kweli. Kuna na mambo mengine mengi aliyofanya Yesu ambayo yakiandikwa moja moja nadhani hata ulimwengu usingetosha kwa vile vitabu vitakavyoandikwa. Neno la Bwana. Sifa kwako eh, Kristo. Wapendwa katika Kristo, tupo mwishoni kuhitimisha kipindi cha Pasaka ambapo leo kiliturujia ni kesha la sherehe ya Pentekoste ambapo tunapokea Roho Mtakatifu tuliyeahidiwa na Yesu, na Wakristo wengi leo wanahitimisha novena ya Roho Mtakatifu ambayo tulikuwa tunaomba mapaji yake yaweze kutusaidia katika utume na majukumu yetu ya kila siku katika nyanja zote za maisha. Kwa kujikumbusha yafuatayo ni mapaji saba ya Roho Mtakatifu: Hekima, akili, shauri, nguvu, elimu, ibada na uchaji wa Mungu. Wapendwa, injili ya leo ni simulizi kati ya Yesu na Petro. Ni mazungumzo ya mwisho ya Yesu mfufuka na Petro, na ndiyo sehemu ya mwisho au hitimisho ya Injili ya Yohani. Katika mazungumzo hayo, Yesu anatuasa na kutusisitiza kuwa tumfuate yeye katika kumfuata huko, tusiangalie wengine atawatendaje. Kama atawapa neema na baraka zake, je, mimi na wewe, kwa nini tusipate neema na baraka hizo? Hii ni kutokana na Petro kuwa na sinto fahamu ya maneno ya Yesu kuhusu yule mwanafunzi aliyempenda ya kwamba hatokufa, lakini tunaambiwa hakumaanisha hatokufa, bali ikiwa angetaka yule mwanafunzi akae hadi atakapokuja, ingetupasaje mimi na wewe? Hivyo tumfuate Yesu, na katika kumfuata huko tuwe njia ya kuwaongoza wengine wamfuate ili tuweze kueneza mafundisho yake kwa watu wote, na hayo tutaweza kwa usaidizi wa Roho Mtakatifu. Jambo lingine la kushirikishana kutokana na injili ya leo ni mambo aliyofanya Bwana wetu Yesu Kristu. Tunaambiwa Yesu alifanya mambo mengi sana ambayo yangeandikwa moja moja, basi dunia isingetosha kwa vitabu vitakavyoandikwa, kutokana na wingi huo, wapendwa, kwa mara nyingine tena nawaalika tu, tumuombe Roho Mtakatifu aweze kutusaidia tuyakumbuke na kuyaelewa haya yaliyoandikwa ili yatusaidie katika makuzi yetu ya kiroho. Wapendwa, pia tusome maandiko matakatifu kwa maana ya kuisoma Biblia, kwani kwa ubatizo na kipaimala tulipewa kazi ya kuwa waenezi na watangazaji wa neno la Mungu, hivyo tusome kwa makini, kwani majibu mbalimbali mbali ya imani yetu yapo na yanapatikana katika Biblia takatifu. Pia tuendelee kufuata mapokeo ya kanisa ili kuendeleza na kuimarisha imani yetu. Wapendwa katika Kristo, tukiwa katika maandalizi ya sherehe ya Pentekoste Nawaalika kutafakari kwa kina, ili kuwepo na utofauti wa sherehe za Pentekoste za miaka iliyopita na hii ya mwaka huu, kwa kupokea mapaji ya Roho Mtakatifu, yatusaidie kuleta mabadiliko na kudhihirisha kuwa mwaka huu tumeendelea kukua kiimani na tumepiga hatua katika mambo ya kiroho. Tumsifu Yesu Kristu. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frater Prosper Mlowosa wa Shirika la Wamisionari wa Damu Takatifu ya Yesu kutoka Seminari Kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo Kola, Morogoro. Itukuzwe Damu ya Kristu.